Kwa hiyo maelekezo yetu ni kwamba mwenyekiti wa mtaa, mtendaji wa kata, mtendaji wa mtaa, lakini tunaye OCD wetu hapa dada yetu SSP Kole, OCD wa Mabwepande na timu yake, kuhakikisha kwamba kwenye eneo hili hakuna mtu yoyote anayoingia kwa sasa, pakiwepo na mgogoro uliofikia level hii. Aidha, kwa upande wao, baadhi ya mashuhuda wanazungumzia kile kilichotokea katika eneo hilo. Familia ilikuja ili tukusanya baadhi ya wananchi bwana, tunaombeni mkatusaidie kuongeza nguvu. Kuongeza nguvu kivipi? Ah bwana, sisi huyu mtu sisi hapa hatumhitaji kweli. Kama kijiji tulijikusanya pale, tukajikusanya. Baada ya kufika pale, mambo yakaenda tofauti na tulivyotegemea, kwa sababu wao walisema tujikusanye tuseme hatumtaki, hatumtaki. Lakini tulivyofika pale ndugu zake wenyewe wakaanza naye mwathirika Bi Kristina Paulo pamoja na mjomba wake Bwana Frediland Maketa wakaelezea kilichofanyika katika kipindi chote cha mgogoro huo. Ili eneo ni eneo la mamaangu shahidi aliyonunua, ili eneo yupo na, mpaka kufika hapa tulipofikia ni kwamba yule mjomba wangu mimi, mdogo wake mamaangu, alikataa kutoka kisheria baada ya baada ya mimi mwananchi, labda pengine, kuvunjiwa hiyo nyumba na ambayo imesababishwa na huyo Kristina, nafikiri fikiri ndo wakasimama gidete kwa ajili ya kusema kwamba huyu mtu ni mgeni alafu amekuja kumharibia mwenyeji wetu.